Kile kilichopo ndani yako, wenyeji wake sio duniani ni chemchemi ya uzima, ni sauti ya milele iliyofichwa ndani ya mwili wa udongo. Usikubali kudanganywa, hakuna mtu anayekujua kwa kweli. Wanakuona kwa nje, lakini hawajui kilichomo ndani yako. Wamezoea uso wako, sauti yako, tabia zako za kila siku, lakini hawajui umekusudiwa nini. Watakuita jina lako la kawaida, wakikuona kama mtu wa kawaida. Wamekariri kwamba maisha haya ya sasa ndiyo staili yako, lakini kuna siri kubwa ndani yako kuna utukufu unaosubiri wakati wake. Hebu niseme wazi, yule mtu wa ndani, yule mtu wa rohoni, ana hatima yake. Na siku ikifika, wakati wa Mungu ukitimia, utabadilika ghafla. Hautawaambia watu lakini watakuona umevaa sura mpya. Utaongea kama mwenye mamlaka na utatenda kazi za Baba yako wasirini aliyekutuma. Watashangaa wakishindwa kukuelewa, na wengine watakukataa, wengine watakufuata, maana utakuwa umevaa utukufu wa aliye hai utabeba uzito wa mbinguni na dunia itashuhudia kwamba haukuwa mtu wa kawaida kamwe. Kwa hiyo simama imara, usikubali maisha haya ya kupumbaze, usiruhusu maneno ya watu ya kukatisha tamaa. Ndani yako kuna mbegu ya uungu. Wakati wa kupasuka kwa hiyo mbegu ukifika, dunia yote itajua kuwa Bwana amekutuma. Usijidharau vyovyote vile, jinsi ulivyo ndani yako. Umebeba kusudi la Mungu. Mungu akubariki sana na ufikie ndoto yako. Imetolewa na Frenki Steven Mhando. Asante kwa kunisikiliza.